Mabibi na mabwana tunawashukuru na tunajua mko wengi kutufata uh, kwenye kipindi hiki kia analize ya Simon Kazungu. Tunajua mko wengi na asante sana kuweza kutupatia hongera na kuweza kutuankuraje ndani ya kazi ambayo tunaifanya. Kwa siku ya leo tunataka tuzungumuzie mambo fulani fulani. Na jambo la kwanza, hii jambo ambayo iko na hit kabisa, hii jambo ambayo watu wote wanazungumzia ni mambo ya kusema bwana Joseph Kabila sherti aweze kuenda mahakamani, waweze kumwondoa ulinzi wake kama vile seneta kwa maisha. Uh, tungependa kwanza tuwajulishe wa, wale wote ambao wanayetufata kwenye hii video ya kwamba yule ambayo anapenda waweze kumwondoa mamlaka bwana Joseph Kabila, ili aweze kuenda kwenye justice, aweze kuenda kusamba, aweze kuenda mahakamani, siyo bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, rais wa Kongo. Huyo ambayo anapenda bwana Joseph Kabila Kabange, senete wa maisha, aweze kuondolewa madaraka na aweze kuenda kwa mahakama Sio wa senateur ama Samalokonde, sababu watu wengi wanasema huyu Samalokonde ye ni Wakatanga, kwa nini anaweza kukubali? Sio yeye, watu watamuua bure. Huyu ambayo anasema bwana Joseph Kabila Kabange aweze kuondolewa mamlaka na afike mbele ya mahakama sio Joseph Kalala Wakalala, premier vice president wa senate ya nchi yetu ya Kongo, huyu ambayo anasema bwana Joseph Kabila aweze kuondolewa ma, ma, ma, madaraka yake na aweze kuondolewa heshima yake, ili aweze kuenda kwenye mahakama. Sio wa seneta, lakini wale ambao wanaomba aweze kuondolewa madaraka ni auditeur general pre ya cour militaire, ndio anaomba bwana Joseph Kabila aweze kuondolewa e madaraka yake ili aende kufika mbele ya mahakama na aende kusamba. Hii kitu ni lazima sana, sababu ukiwafata watu wengi wakati wanaeleza inakuwa kama vile eh, nani, rais Tshisekedi ndio alisema mwondoe mamlaka alo atoke. Hapana, inakuwa kama vile Sama Lukonde ama fulani. Hapana, lakini ni hot cour militaire, mahakama ya kijeshi ambayo inasema bwana Joseph Kabila Kabange amepatikana ndani ya makosa fulani fulani na kosa ya kwanza wanaipata kwenye mu, hukumu mmoja ambao wanamwita bwana Eric Nkuba. Huyu bwana Eric Nkuba analeta utemwanyasi, uh, analeta mambo ambayo anasema ni mambo ya kuogopesha kuhusu bwana Joseph Kabila Kabani, anasema hivi, mimi nilikuwa na Joseph Kabila, nilikuwa Kampala na nikaweza kufata Joseph Kabila wakiitana na bwana Nanga, na wakati walikuwa wanazungumuza na Nanga huyu mkubwa mwongozi wa FC M23, walieleza kwa mambo ya kuweza kumuua rais Chisekedi. Wanasema sherti tumuue, na mwingine anasema pana, tusimuue. Tukimuua tutakuwa tunamfanya hero ndani ya Kongo, sababu yeye atakuwa amejulikana sana, kwa leo amejulikana, watu watajua hii vita itamfanya anakuwa mtu mkubwa sana, maisha yake yote watu watakuwa naenda kusema huyu alikuwa mwanaume. Walikuwa wanadiskute na Joseph Kabila kwenye simu, na huyu iko mfungwa, ametemwanye haya maneno hii. Inaacha auditeur general wa haute cour militaire anasema huyu A -a, bwana sharti akuje hapa aweze kusamba kwa ajili ya haya maneno, sababu kumuua rais ni kitu kibaya sana. Isitoshe, yeye mwenyewe Joseph Kabila ameweza yeye mwenyewe kusema ya kwamba AFC M23 ni kwa makosa ndio gavernmenti ya Congo inawaita wajambazi, inawaita wateroriste, nawaita materme mbalimbali, lakini hawa watu wana exprime, wanatoa malalamiko ya populasion fulani na haiko watu wa kutupilia, ni watu wa kuweza kupata sutien hii yote inasema, siyo kinywa ya mtu mwingine iliweza kuitamka, yeye mwenyewe Joseph Kabila ametamka haya maneno Afrique du Sud ndani ya interview fulani pale Afrique du Sud, anasema AFC ama M23 isikue nakubali, isikue naonekana tu kama vile government inasema, kama vile movement ya mubaya, lakini wao pia wanaexprime vitu fulani ambao ni matakwa ya population yetu ya Congo hivi vitu ni vitu hatari, ni vitu hatari sababu watu wa haute cour militaire wanasema huyu bwana Joseph Kabila Kabange, ijapokuwa iko senete wa maisha yote, sherti afike hapa kwenye mahakama ya kijeshi na aweze kusamba atuonesha haya maneno. Isitoshe, kwa tarehe kumi na nane mwezi wa tatu, ninawaza kumi na nane mwezi wa tatu mwaka huyu 2025 mwenyewe Joseph Kabila anafanya ingine interview na kusema ninataka nirudi Congo, na wakati ninataka nirudi Congo nitatokelea kwa upande wa kaskazini eh, kwa este ya, ya, ya Republique Democratique du Congo na ninapenda nitokelee nifikie ndani ya mji wa Goma. Mwenyewe alisema kwanza AFC M23 sio kitu kibaya, inaeleza pia Uh, ile ambayo population inataka tena, yeye mwenyewe anasema mimi nataka nirudi Kongo, na kurudi yangu Kongo sitapitia fazi nyingine, nitapitia partia ya este ya Kongo na nitapitia Goma. Wakati tulikuwa tunasikia haya maneno, tulikuwa nawaza iko vitisho ama iko intelligence artificielle ama iko vitu vya kudanganya, lakini ni vitu vyenyewe yeye mwenyewe aliweza kutamka le 20 uh, ilikuwa hii ilikuwa le 18 mwezi wa tatu, le 18 mwezi wa nne, media zote RFI, France 24, wa journaliste fulani fulani ambao wiko hata uh, karibu karibu na Joseph Kabila waliweza kueleza hata ndani ya mji wa Goma. Ninajua Radio Kivu1 ilienda kusema ya kwamba Joseph Kabila anarudia sasa ndani ya mji wa Goma wewe mtu ambao ulikuwa rais wa inji miaka 18, unasema tena unarudi ndani ya inji. Watu waliwaza iko tu kusema, lakini inaonekana umerudi pia Goma. Haya mambo yote yanaacha Haute Cour Militaire nasema sherti bwana Joseph Kabila aweze kufika mbele ya mahakama na aweze kueleza haya maneno, aweze kueleza, lakini anaonekana wazi wazi ya kwamba yeye ni soutien kubwa sana kwa rebellion ambao imeua watu. Mnajua ya kwamba watu zaidi ya elfu mnane wamefariki ndani ya vita ya Goma tangu Goma iweze kushikwa le 25 janvier. Watu wengi manyumba zao zimebomolewa, kempi za wakimbizi zimebomolewa, maafa ma, ma, ni mengi sana na alafu wewe mwenye ulikuwa rais mwenye ulipiganisha hii M23, kwanza mbele ulisema unaipiganisha. Inaonekana ilikuwa aventure, inaonekana tu tangu zamani ulikuwa unasutenire hii mouvement. Hii ndio inaacha haute cour militaire inasema, nyinyi wa senete ambao inawezekana ni nyinyi, mnapashwa kukua naye kuketi naye sherti muweze kumtoa mamlaka, ili sisi mahakama ya kijeshi tuweze kumhukumu, tuweze kumsambisha atuelezee hii maneno. Mabibi na mabwana na wewe sasa unawaza nini? Mawazo yanakuwa mawili. Watu wengine wanasema eh, mnataka kumshika huyu mtu. Kwanza iko jeshi. Mnajua yeye alifikaka na Afdel. Ye mwenye iko jeshi. Ye mwenye alikamataka mji wa Kisangani. Sasa huyu bwana hata tuletea vita yenyewe iko kubwa sana. Wakisema wanamshika, hata penda ashikwe, atapenda aanzishe vita wengine wanasiansa na wengine wa, wa, wa intelektuel wanasema, mnajua ya kwamba jeshi tunayo hadi leo, jeshi ya RDC ni jeshi ambayo iko na na zaidi asilimia no 90 ama plus de 90 ripoti inareport kwake yeye Joseph Kabila. Huyu bwana mkisema mnamfunga, je hataweza kutukree maproblem? Hataweza kutenda vitu vibaya ndani ya inji na kuanzisha vita ambao tutashindwa kuimetrize. Hii ni mafikiri ya watu fulani fulani. Watu wengine wanasema hapana, kufatana na hii, ma, hii maneno hii requisitoire ya haute cour militaire, huyu Bwana Joseph Kabila sherti afike mbele ya, ya, ya mahakama aweze kusamba, na kama hakika hii mambo inakuwa prouve ya kwamba yeye ndiyo soutien ya M23 hakika sherti aweze kuhukumiwa. Mnajua wale ambao wako Goma wako Bukavu, mnajua wengi ambao wanajua wana memba wa chama ya Joseph Kabila, mnajua position yao par rapport na rebellion. Sitaweza kuwaelezea, sitaweza kutaja majina ya watu, lakini watu fulani fulani wanyuma, unawajua ndani ya miji ya Goma uh, Bukavu Ruchuru Bunagana, wale watu wa ile chama yake mnajua namna gani wana soutenir hii parti ni na wengi ambao hata wale ambao wanafanya sketch wanakamata hata microphone kupita ndani ya soko na kurekrute juu ya rebellion. Hii na sisi tunaanza angalia, kusema, mm, inaonekana huyu bwana hakika yeye iko sapoti kubwa kwenye hii rebellion. Mabibi na mabwana, tungependa tena kupitia kwa CJ yetu ya pili ni ya kuweza kuzungumuza juu ya zaidi ya siku mia moja ambayo uh, rebellion imefanya Goma. M23 imefanya zaidi ya siku mia moja sababu waliingia Goma tangu tarehe 25 mwezi wa kwanza. Na sasa maisha ya Goma iko aje? Watu wanaendelea kukimbia Goma, maisha yanakuwa magumu sana Goma. Ukiwa na jamaa yako iko Goma wanaomba pesa, ukimsukumia pesa unatuma to iko 28000 au 28500 uh, 2850 lakini yeye watampa pesa wanamwechange ku 31000 31500 hata 32000 francs. Hii ndio maisha ya Goma, hakuna bank inatumika. Wa hawa wa rebel walisema wanafungula Cadeco lakini inaonekana hakuna komersa mwenye anaweka pesa zake kwenye Cadeco sababu na kazi haziko na population haina pesa Mtu mmoja aliniambia jana ya kwamba Goma hata gari haina bei. Ukikuwa na mil sanksa de mil uko na gari yako, sababu mtu hajui nitaweka gari wapi. saa ni saa wale ambao wanaita wayomba <laughs> wanawaita wayomba Goma, wengine wanawaita wagrandbal, wengine wanawapatia majina tu ya kuonesha ya kwamba hawa ni watu ambao wanaleta terror, wanaleta woga ndani ya mji ya Goma watu wanaona ya kwamba hakuna maana ya kuwa na, na, na gari na wanaanza kuisha magari, bei chini. Population nyingi, watu wanajideplace, wanakimbia Butembo, wengine wanaenda Beni, wengine wanakimbia Kampala, wanyewe iko na mamwaye, wengine Bujumbura eh, kutoka bu, hata pande za Bukavu watu wengi wameishia Bujumbura alafu hii siku mia moja, zaidi ya siku mia moja ambayo imekuwa kwenye eh, enye rebelio inafanya Goma, inaonekana ni kilio tu, ni matatizo, ni watu kusaga meno. Isitoshe, watu wanauawa pia, hata mchana mchana uwazi. Unamjua Delcat Idengo aliweza kufariki pale Goma, wanamuua, wanamvalisha teni, maiti yake wanaiacha pale mchana uwazi. Sio yeye peke yake, lakini ni wengi ambao wanauawa mchana usiku. Kwanza usiweze kusema kuna video moya iko inazunguruka ya dada moya stata ya jina yake, ambayo wanamubaka usiku, wako na torshe uso wake, wakati anataka ajifiche, wanamuonesha sura yake ionekane, ako anabakwa. Hii ndiyo maisha ambayo watu wanaishi Goma. Watu wanahitaji sasa kukuwa libere kutoka kumikono ya M23 na sisi ambao tunakuwa Kinshasa, watu wanatuuliza sasa, mukunafanya nini kule? Mbona huku tunateseka? Mutakuja siku gani? Tutafanya nini? sababu hakuna mwaye. Kila siku ya sita wanafanya salongo ili kuweza kuleta usafi katika mgine, lakini ile salongo inatukumbusha uburetu wa ile ya Rwanda ya zamani, sababu kama haukurespekte hii salongo, utalipa pesa kama uko na moto watanyanganya moto yako, inaenda fanya juma mbili ama mwezi kwenye meri, oriske ya kupoteza hata na moto yako. Watu fimbo, watu wanakula fimbo kama vile wakati ya mbeleji. Iko hali yenye watu wako naishi naye ndani ya mji wa Goma: hakuna bank, hakuna hopito, ziko naenda kuatake, wanatoa wagonjwa ndani ya hopitali, na wagarde malad wanawachukua kinguvu, wengine wanaenda kwenye kempi wengine wanachapwa, wengine wana, wanaenda nao haujui ha, hatujui wanaenda wapi. Hii ndio hali ambayo iko Goma. Hivi tuendelee kuombea watu wa Goma na government ya kwetu ya Kongo, sheti iendelee kukumbuka ntabu wenye population ya Goma iko nayo tabu ya population ya Kiwanja, population ya Bukavu, population ya mahali pote ambako hii movement ya rebellion ambayo ilikuwa wengine wanaitrete, da movement teroriste, mahali pote inapatikana watu wanateseka, manyumba za watu fulani fulani ziko okipe kama vile nyumba ya, ya ministre Julien Paluku okipe, nyumba ya Carly, ex gouverneur, okipe manyumba ya watu fulani fulani wameichukua, mahotel hatujui kwenye wanakaa Hotel ya mzee Kantitima iko okupe Goma, hatujue wanalipa hotel. Hotel Bungwe iko okupe. Alafu, mabibi na mabwana, hali sio nzuri ndani ya mji wa Goma. Tuendelee kuiombea mji wa Goma na tuendelee kupiganisha hata kipolitiki ili mji wa Goma uweze kurudia shwari na watu warudie makwao. Mabibi na mabwana Tunataka pia kuwapatia matangazo fulani fulani. Tangazo ya kwanza ni ya kwamba Senko iliweza kuleta komunike yake kwa ajili ya amani wa Evek wote walikuwa hapa Kinshasa. Ingine tangazo ni ya kwamba wazalendo wale ambao wengine wanaita Wazashu wanapambana sana na M23 na uh, jeshi ya Rwanda ndani ya Bwito Bambo, Tongo, mahali mbalimbali mbali. Kuna vita hizi siku tangu hapa majuzi, hata jana leo wanapambana sana ndani ya hii miji, mara ingine ni M23 inashika, mara ingine ni, ni, ni jeshi ya wazalendo inashika, alafu kule nako kuna mambo mengi sana. Ingine tangazo ni ya kwamba hapa kwa muji wa Kinshasa ambuteyage kwa magumu sana. Alafu, gavana wa muji wa Kinshasa anasema siku ya kwanza, siku ya tatu, siku ya tano itakuwa plak zenye ziko ampere ndio watakuwa wanazunguruka. Siku ya pili, siku ya nne, siku ya sita plaque per, siku ya dimanche kila mtu anaweza kuenda na gari yake. Lakini swali tunaiuliza hizi bis, madesa set ambao watu wanaita esprit de mort Eske zote zina maplak tutajua namna namna gani gani, na mamoto tutajua namna gani, hii tumike leo hii tumike kesho makorteja wa o, ofisiel itapita ama haitapita, wale ambao wanatumika kwenye serikali. Maswali ni mengi sana. Tunatakia uh, gouverneur wa ville province ya Kinshasa kazi njema, lakini ambuteaji inakuwa shida kubwa sana. Hii kitu ikiweza kutendeshwa itakuwa ni kitu kizuri sana mabibi na mabwana. Hii ndiyo ilikuwa mambo yetu ambayo tuliweza kuyazungumzia leo. Tunawashukuru sana na tunashukuru sana wale ambao wanaanza kujitoa kwenye kipindi ya kwetu. Yule ambao amekuwa wa kwanza kujinyakulia ushindi kabisa kuweza kututolea kitu kidogo ni bwana Bienfait Kasenga eh, bwana Bienfait Kasenga ambayo iko sekretare general wa DSF Nyamwisi, ameweza kutupatia msaada wake na tunamshukuru. Ule wowote ambao anaweza penda kutusaidia katika hii kipindi chetu anaweza kuleta pia msaada, namba yangu ni zero 74 munisamehe, kuweza kuisema kwe ndani ya Kifaransa, lakini ni 07. Ukiwa na msaada, unaweza kutusaidia mafikiri. Tunawashukuru wengi ambao wako ndani ya grupe a les analyses de Simon Kazungu, hatutawataya kumajina. Uh, tunaogopa kuweza kusahau watu wengine na wasiweze kukwazika, lakini tunawashukuru sana kwa mafikiri yenu, kwa encouragement ambao mnatupatia tunawashukuru sana. Mabibi na mabwana, tunatumai mko wengi kuweza kutufata. Asante sana, na Mungu awabariki. Chao, kwa ingine juma.